Alikuwa mama. Kila alipotamani kuondoka, alikumbuka macho ya watoto wake. Kila alipotamani kupigania furaha yake, alichagua tena kuvumilia. Lakini hakujua kuwa kila siku aliyobaki, alikuwa akijifundisha kuishi bila yeye mwenyewe, na mwisho wa simulizi yake usingekuwa kama alivyotarajia. Hii ni simulizi ndefu ya kweli yenye funzo zito kwa yeyote anayevumilia mate